Kwa hakika ni mulongo mrefu wa uh, hizo tembei. Tunaanzia kwa Khalifatul Masih, kiongozi mkuu wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadia duniani kote. Sasa wapo ambao wasaidizi wa Khalifatul Masih nidhamu ni ya jumuiya iliyowekwa na Sayyidina Ahmad al-Salam khalifa wa kwanza, khalifa wa pili umeenda kila wakati, amekuwa nanii, lakini hasa yule y khalifa wa pili na nini na kadhalika, mengi sana aliweza kuweka nidhamu katika iai Khalifatul Masihi. Kuna department ile ya anaitwa Ala ambapo ni wa kimataifa, huyu anakuwa ni mkubwa kabisa katika zile hospitali. Maana kumegawanyika katika sehemu mbili, zipo department za nchi za nje, yaani ukiacha India, Pakistan na Bangladesh yeah? Alafu zipo zile ambazo za nchi zingine zote ambazo ni kharija. Sasa kuna kuwa na wale viongozi eh, wake wakuu wa zile department ambazo wao wanahusika kwa ajili ya zile <coughs> ambazo zinaitwa ni jamati za kule India, Pakistan na Bangladesh. Halafu zipo zile kwa ajili ya jamati zote eh, za nje ambazo eh, zimewekwa katika tabshir hmm. Tabshir kule kuna uongozi wake ambayo ni wakili wa tabshir. Huyu kwa hakika yeye anahusika na, na jamati zote za nje ukiacha India, Pakistan na uh, Bangladesh. Alafu kule kuna Nazir Ala ambaye yeye ndio anashughulika na zile eh, za kule sasa humu mote mmekwenda, mmewekwa nanihi, napokwenda pale, kwa mfano eh, na, wabashiri yani, tuseme jamati zote zile kutoka nchi za nje, wao wanakuwa nani zao, taarifa zao na nini na kila kitu, huwa zinakwenda kule kwa eh, tabshiri ndio inajulika inashughulika na department zote za jamati katika nchi halafu, alafu kule India, Pakistani na Bangladesh ndio kule kwa nazir ala, ambapo ndio zinakwenda kule. Huku kuna wakil ala katika nchi za nje, alafu kule kuna nazir ala ambayo inajulikana ni kwa India, Pakistani nna na huku eh, wakil ala yeye ni kwa ajili tafsiri yote inakuwa iko chini ya wakili al-ala. Kwa hiyo hii system zinakwenda hivi. Kwa hiyo jamaati eh, zote duniani zimekuwa zimeshapewa mwangalizi na hawa ndio wanakuwa ni wasaidizi wakuu wa Hadhrat Khalifatul eh, Masih, ambapo inakuwa mara kwa mara nakutana nao na kupata taarifa za huku na nini na kadhalika nakadhalika, nakadhalika. Kwa hiyo tukija kutoka hapa kwa kilu tabshiri, sasa, yeye amekabidhiwa jamati zote nani za nchi mbalimbali, kila nchi zote zinakuwa tunapeleka taarifa zetu kupitia kwa wa kilu tabshiri ambapo yeye anatoa nani hii eh, anapokea zile ana maagizo kutoka kwa Hadhrat Khalifatul Masih amesema hivi na nini na kadhalika, ameagiza hivi lifanyike. Ripoti zile tunapeleka sisi wote wabashiri e, na nani na kadhalika, wote tuko chini ya ile wakala tabshiri, na wale waliopo India, Pakistani na Bangladesh wako katika ile ya kule, na hii ala kwa wakili ala na kadhalika. Kwa hiyo hii inakwenda mpaka tunakuja kwenye nchi bana nchi sasa ndio kuna maamir hmm, amir na wao wanakuwa na vitengo eh, department zao za kumsaidia amir. Kwa kuna manaibu amir, naibu amir au manaibu amir, alafu kuna hizi eh, ambapo wao wanatoa taarifa zote za nchi nzima jumla. Sasa humo pia kuna nani shoots zingine mikondo eh, mingine ya hizi tandhim kama zetu le, kwa mfano leo tuna tuka khuddamul Ahmadiyya Ansarullah Lajna Imaillah um, ambamo katika Lajna Imaillah kuna awa hawa Nasirat na kadhalika, hawa nao wanakuwa na program zao ambazo wao wanawasiliana moja kwa moja pia na khalifa na ripoti zao unakwenda moja kwa moja kwa khalifa, lakini wanafanya kazi humuhumu na wanakuwa na ripoti zao. Kwa mfano hapa, ndio kutakuwa na ripoti hii itaenda moja kwa moja kupitia uh, sadr uh, Khudamuni uh, Ahmadia Ansarullah, wao wamefanya yao jana yani, Lajna na kadhalika na kadhalika zote hizi zinakwenda. Kwa hiyo kule tunapata mwongozo na tunapeleka pia yale matendo yetu au utendaji wetu eh, kwamba tumefanya hivi. Kunakuwa na programs kabisa, nini tunachotakiwa kufanya mm. kila siku, kila wiki, kila mwezi na nini na kadhalika na kadhalika. Hivi vitu vyote zi, navyoona zimo hata katika zile forms ambazo mnazijaza ambazo zimetoka kwa hadhrat Khalifatul Masih. Cha msingi ni kufanya nini? kuimarisha takwa kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Huu ndio msingi wote. Kwa mambo yote, kuna mambo mengi, kuna department nyingi, mpaka za kilimo za biashara sijui za nini hivi na kadhalika, lakini vyote hivi kuelekeza kwenye mkondo wa uchamungu kwenye mkondo wa takwa. Kama tunao wafanya biashara, wa fanya biashara wale ambao wana nuru ya Mwenyezi Mungu, kama kuna madaktari kama kuna wakulima kama kuna wafugaji ni lazima kwamba waende katika mkondo ule wa kimbingu, sababu mitume wa Mwenyezi Mungu walitumwa sehemu mbalimbali, wote walifundisha. Tunayo mifano mingi mizuri ya mawalii fulani waifanya biashara wakawa ni watu waaminifu na nini na kadhalika. Kwa hii ni misingi ambayo mbalimbali imewekwa na inaanzia kwenye tawi natoka tawi au tuseme inaishia kwenye tawi, ila katika utendaji tunasema inaanzia kwenye tawi tawi. Pale kunakuwa na tandhimu zote hizi, lajna sijui nini, Khuddamul Ahmadia na kadhalika, na hawa wote wanatakiwa watekeleze sawa na maagizo ya Hadhrat Khalifatul Masih, ambao ukitekeleza sawa na maagizo yale, basi matokeo yake ni kwamba unakuwa unapata nini baraka za Mwenyezi Mungu na maendeleo ya kweli yanapatikana, na, na jumuiya inazidi kutanuka na wacha Mungu wanazidi, eh, na watu wengine wanazidi kuvutwa huku katika. Kwa hiyo katika, katika tayo tunakwenda hivi, unapanda mpaka katika wilaya eh, ya kundu zote, kuanzia tandimu mpaka kwa walimu na kadhalika, wote wanakwenda kitu kimoja, kuhamasisha yale nidhamu yale, yani maagizo ambayo yametoka kwa hadhrat Khalifa kwa hiyo kule wanapokea ripoti zetu zote za dunia nzima zikianzia kwenye matawi nakwenda pale mpaka kwenye wilaya mpaka kwenye mkoa inajumuisha, inakwenda mpaka katika taifa. Sikia taifa amir, sasa ye anadil anashughulika na hizi taarifa zote, na kutizama na mwelekeo ule kama unakwenda sawasawa kupitia wasaidizi wake wakiwemo watadhimu kama hii wakiwemo wabashiri wa mikoa wa... majlis amla kule eh? majlis amla ambao ni e, kamati ya uongozi ambayo huwa wanachaguliwa e, katika majlis shura, na hudhuru anaidhinisha wale, wanakuwa ni wasaidizi wakubwa sana wa, wa, wa amir ambao wao kwa hakika wana wanapata taarifa kutoka kila tawi lakini katika mfumo huu huu tandhimu unakwenda ndani, walimu wanakwenda nani, wanakwenda katika mlolongo ule una mikondo ile ambayo inakwenda, walimu wanakwenda mpaka kwa wabashiri kule, marais wa tawi. Sasa wao ni, anakuwa ni kiongozi wa tawi lile. Sasa rais wa tawi anapokuwa ni kiongozi wa tawi sasa yeye ni kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda sawa, kuhakikisha kwamba hawa makatibu wote wanatekeleza sana maagizo makao makuu na wanapeleka pia taarifa yeye. Yeah, anawasimamia jamani, ke hivi taarifa ziende makao makuu na kadhalika. Kwa hiyo mlolongo unakwenda mpaka inafika taarifa iliyokuwa imekusanywa nchi nzima. Kwa hiyo Khalifatul Masih kama mtaona kule katika Jalsa Salana hmm. kuna ile siku mahsusi huwa anaeleza maendeleo ya mbali mbali ya nchi mbalimbali. Ile kwa hakika ni mukhtasari wa maendeleo yaliyofanyika dunia kuanzia kila tawi. Hawezi kutaja matawi yote pale, anataja kwa nchi na nini na kadhalika, ni zilizofanya vizuri khusus, lakini huu ndio mlolongo ambao unamsaidia Khalifatul Masih kupata na anafanya maombi mahsusi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na baraka zile zinateremka katika mikondo yote ile, inafika mpaka kwenye matawi. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni kuhakikisha kwamba matawi tunakuwa macho. Eh, kuna malalamiko huwa anapatikana huku makao makuu bana, matawi hatupati, ni lazima rais wa tawe anapokuwepo hapa kuhakikisha anashirikiana au kuwakumbushana kuamshana. Kwa mfano viongozi wa tandhimu wao watakuwa pale kuhakikisha kwamba wanaenda sawa sawa vizuri na nini, na si vibaya kumkumbusha hata nani, rais wa tawe pale na nini kwamba tufanye hivi na hivi na kadhalika, ili nidhamu hii iwende kufika mpaka kwa Khalifatu Lmasihi Waila kinyume chake inakuwa ndio tunakuta kwamba mambo yanakuwa hayaendi sawa sana kama inavyotakiwa, kwa sababu ya nini? Ya ku kutoifanya hiki. Ni kuamshana ni kitu muhimu sana bana. Wewe unapokuwa katika tandhimu yenu hapa e, na utekelezaji pale, kusaidiana, kumbushana, mwambia rais pale na nini na kadhalika, bwana hawa na nini kuna na nini viongozi wa tandhimu ambao wako hapa wao na mimengo yao na nini na kadhalika. Na mkiamshana wote katika tawi Khuddamul Ahmadiyya akatekeleza sawa sawa sana miongozo anayopata kutoka kwa sada yeah. Ile miongozo anayopata kutoka kwa sada ni mizuri sana, ni msaada mkubwa sana kwa tawi. Ikitekelezwa ile sawasawa, basi tawi lile linaboreka, vivyo hivyo tanzim zingine na kadhalika, na rais pale kuwasaidia wakati mwingine, wanaweza wakasinzia. Hawa walipo nani, wewe uko karibu mara kwa mara, kwa kuwasaidia hawa. Nani, wewe kule kwenu, shukuleka ripoti kule na nini na kadhalika, ili wapate ripoti. Hizi ripoti zina baraka kubwa sana, kwa sababu zinakwenda moja kwa moja mpaka kwa Hadhrat Khalifatul Masih, na Hadhrat Khalifatul Masih akiomba, dua ni tofauti na dua zetu sisi anakuwa ni mwakilishi kabisa wa Masihi aliyeahidiwa, eh, ndio yuko pale, eh, kuna makarama mengi sana, mwakilishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwakilishi wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hii nidhamu ambayo tunazo hapa, kwa hakika mhakikishe kwenye tawi hapa na mengine nani, zinakwenda zinasimama, na hata mwalimu kwa mfano anapokuja, bwana anapokuja pia na hilo kutizama kuamsha bana, maana walimu ndio walimu. Walimu, kama na jina lenyewe, walimu kufundisha na kuhamasisha vizuri, <coughs> kuambia jamani, vipi mambo yenu, na peleka taarifa kisha kufika kwa sadar na nini na kadhalika. Ikiwa tutashirikiana kwa staili hii, basi kwa hakika mafanikio mengi sana yataendelea.